geuzi unaenda kumetumwa, kwenda kuzungumza sijui na wadau wa maendeleo, kumbuka mageuzi, kumbuka nini tunahitaji kufanya. Unapata nafasi, unatumwa kwenda nje ya nchi, kumbuka mageuzi, kumbuka mageuzi. Unaandaa bajeti, kumbuka mageuzi. Tunaomba fedha za ziada, kumbuka mageuzi na makubwa sasa hivi ni haya niliyoyataja. Yako mengine ambayo ya yanatekelezwa ajira za walimu na kadhalika, kimoja miundombinu ya kutosha kuweza kuchukua wanafunzi wote kusoma mpaka kidato cha nne. Kuna wakati shule zinaongeza muda wa kukaa shuleni kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu, kwa ule muda wa kufunga shule wanafikiria, hebu tuongeze muda kidogo, tufidie masomo ambayo hayajafundishwa, lakini kwa shule inayoitangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo, shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo, inaonekana kuna kitu, waliwadanganya wazazi. Kalenda hii imeandaliwa kuhakikisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu, na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late. Nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli kwamba una walimu wa kutosha na mnafundisha vizuri, kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. Kwa mujibu wa kanuni za uungwaji wa baraza a wa wafanyakazi mahali pa kazi, mkutano mahara wa baraza unatakiwa kufanyika mara mbili kila mwaka, yaani wakati wa upitishaji wa bajeti ya wizara kabla haijawasilishwa bungeni, na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kujadiliwa na, na, na wabunge, na wakati wa kutathmini mapato na matumizi yake ili kuweza kupanga mikakati ya utekelezaji fanisi kwa maendeleo ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia. Baraza hili ni muhimu kwa kuwa linawezesha wajumbe kujadili mambo mbalimbali yanayohusu wizara pamoja na taasisi zilizopo chini ya wizara yetu. Hivyo wizara hivyo, uwepo wake ni utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za miongozo mbalimbali ya ushirikishwaji katika utumishi wa umma. Kwa wizara yako hii ni miongoni mwa wizara karibu nne ambazo mimi nimezishughulia, sema ambazo sijashughulia siwezi kusema, ambako madai ma, ma, ma, ma, yale madai ya wafanyakazi yameweza kutekelezwa kwa kiwango kikubwa, ikiwemo masuala ya malipo ya likizo, malipo ya uhamisho na vitu vingine vyote, na madai haya kwenye sehemu nyingine ni sugu, lakini kwenye hii wizara yako hii. E, niseme tu kwamba kwa, kwa kweli mwenyekiti wa baraza anafanya kazi nzuri mm. Hii wizara inayoongoza kati ya wizara mbili au tatu ambazo mm. zinaongoza kwa kuletewa fedha nyingi za serikali. Ingelikuwa matumizi yake na usimamizi wake ni mbovu, kusingekuwa kuwa na nyongeza. Mwaka wa fedha 2024 2025 waliletewa 1.9 trillion. <laughs> lakini this time waletewa eh, 2.4 trillion. Kuna nyongeza pale ya karibu bilioni nane na kitu. Mheshimiwa mwenyekiti, hivi vitizo, hio nyongeza hiyo ina multiply effect kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo masuala ya promotion, masuala ya ajira, masuala ya kuboresha miundombinu na yote haya yanareflect ni namna gani aya watendaji wetu katika wizara yako wanafanya kazi vizuri.